Um, FARDC imeweza kuongeza blende e, zaidi ya 30 ambazo zimeingia mikoa mbalimbali, lakini idadi yote ya blende ambazo zitaingia ni zaidi ya mia. Umeelewa? Magari ya kijeshi zaidi ya mia haya ndiyo ambayo yataingia. Uh, mazungumzo ambayo yako yanaendelea kati ya, F, ya, ya RDC pamoja na Rwanda na M23, eh, Qatar pamoja na Washington, tatizo ni moja Uh, insertion integration pamoja na mixage. Je, M23 itaingia, itaingizwa ndani ya FRDC? Hapa ndiko uh, kuna, kuna changamoto kubwa katika yote ambayo watazungumza, lakini kitendo cha kuingiza, uh, kuingiza M23 ndani ya FRDC, ina maana hii mademarshi zote ambazo serikali iko inafanya itakuwa inajua inafanya nini. Haya mambo makubwa mawili uh, tutayajadili kwa kwa ukubwa sana, lazima tuweze kuyazungumza ili tupate tu, eh, kile ambacho tuko nacho. Niko na full details ambazo nitakuleteni, na hivyo itatupa nafasi nzuri ya kuweza kusonga mbele zaidi, so ungana na Baraka One TV. Na kama unavyojua, ni kipindi kizuri sana cha maelezo pamoja na, na habari eh, unapata habari pia unapata maelezo kutoka kwetu kwa yale yote ambayo tuko tunapitia, tuna niwakumbushe tu kwamba operation yetu sadia mzalendo bado iko inaendelea. Asante sana kwa wote ambao wako wanachangia e, sababu kuendelea kuchangia ni kuendelea kuimarisha e, namna kazi ambazo tuko tunazifanya na nafikiri e, kila kitu kiko clear. Tunaona mazingira siyako yanaenda na ni jambo la heri sana kwa watu kuweza kuwa wanashirikiana. Pia tembelea B1 TV Channel 2. Na, pia kule kuna mambo mengine ambayo ukitembelea utakuwa unakutana na vitu vizuri vizuri sana kwa hiyo tu, tufanye hivyo nianze, nianze kwanza na mazungumzo ambayo yako yanaendelea kati ya kwenilea, eh, RDC pamoja na Rwanda. Unaona sasa hivi kuna watu ambao karibia wengi wamesahau Katari kama Katari, pia kuna mazungumzo na mazungumzo ya Katari hayazuii mazungumzo ya Washington. Na pia mazungumzo ya Washington pia ayazui mazungumzo ya Katari. Sasa haya yote, wako wanazungumzia nini? Unaona ni kitu gani ambacho watu wote hapo wako wanapita wana, wana kukizungumzia Katari, eh, Washington, Congo, Rwanda, M23, gouvernement, katika vyote ambavyo wanazungumza ni uh, nani hawa magaidi waweze kutoka na waende Eh, kufanya cantonnement na hiyo cantonnement selon eh, serikali ya Kongo inatoa eh, ikodesha na programu ya PDRCS. Unaona, hii programu ya PDRCS ni programu ambayo ipo kwa ajili ya kuwatoa wale wote ambao ni maaskari katika makundi ya kijeshi ya, ya kushikilia silaha na waweze kurudi katika mazingira ya, ki, ya, ya kibinadamu tuseme ya, ya kikawaida So hii mambo ndio ambayo pia serikali ya Kongo iko ina discuss pamoja na magaidi wa M23. Inaonekana kwamba sehemu zote ya Kongo na Rwanda M23 wote wanahitaji kupata amani ya kudumu na hii kupata amani ya kudumu ni jambo ambalo linasapotiwa lina na watu wote. E, serikali ya Marekani inasapoti hili swala, na serikali ya Katari pia naenyewe inasapoti hili swala, lakini shida inakuja hapa. Je, M23 wataingia ndani ya FRDC? Je, polisi ya M23 itaingia ndani ya polisi ya Kongo? Je, wanasiasa wa M23 wataingia ndani ya serikali ya Kongo? Je, hii swala itawezekana? Hapo ndiko kuna kizungumkuti ndani yake e, yote ambayo wanazungumza wanakubaliana, lakini hapa ndo kuna kuja tatizo, serikali ya Kongo na M23 na Rwanda, hapa ndo kuna shida. Nitakupa fact ambayo endapo serikali ya Kongo itakubaliana na hili swala donke, itakuwa haikufanya chochote wakati tu M23 itaingia mu FARDC sawa, kwa sababu hata ingia tu kwamba wao hapana, ina maana wale watu wao wote ambao wako siasa na nini, wote wanaingia mu ma institutions za nchi, ina maana watabakia vile vile na konsinyi yao ya M23. Leo kama te DG wa RVA unampatia mtu wa M23, donc atakuwa anatumika kukuta ya M23. Ile plan yabo ya balkanisation ya M23 itakuwa iko pale pale. Ile plan yabo ya domination empire ima, eh, ima empire itakuwa iko pale pale. Ile plan yabo ya kusema mtusi siku moja atawale RDC, mnyarwanda itakuwa iko pale pale. Unaona. Achana na kusema kwamba kanaambi alitawala ni mnyarwanda sawa, ile ofisiele kwamba mtusi sawa, ambaye anajulikana kwamba ni mtusi ndio atawale itakuwa iko pale pale endapo brassage mixage integration itafanyika. Sasa na hiyo ndio pointi pekee ambayo inakwamisha mazungumzo kuweza kuchukua hatua nyingine. Uh, magaidi wa M23 wao hawapendi na wakubali kwenda kufanya kantonman. Unakumbuka hata mazungumzo ya Nairobi kama yalifeli.

kominotere na se ni stabilite, yaani ni mpango wa kuweza kunyang'anya silaha, yani kuweka silaha na kuhamasisha na kuimarisha katika jamii pamoja na utulivu. Ina maana wananyang'anywa silaha, wanatulizwa, wanahamasishwa na wanaishi katika mazingira ya, ya kijamii. Sasa hii ndio programu ambayo M23 wao hawataki kusikia, na hii ndio serikali nayo iko nasema lazima mfate hii hapa, unaona. <laughs> <laughs> So hapo ndo kuna uh, kuna moto. Niseme kama nikisema M23 yapata ya, ya kizunguzungu ni kutokana na hii hapa, unaona M 23 kuingia ndani ya FRDC na polisi ya Congo. Viongozi wa Kitusi ambao wako ndani ya M 23 ikiwemo Sultani Makinga, Nzenze Nsabimana Bya Mungu eh, tukimtua pia Wili Ngoma, Ngaruye gacheri hawa wote hawakubaliani na programu ya PDRCC ambayo watakwenda kufanya kantone ma watakuwa kantone maeneo ya manyema eh, kabla ya kuweza kuweka silaha zao chini, na hii programu ambayo inasimamiwa na majeshi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ndiyo Proposition ferme ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na bila hivyo ina maana mambo yatakuwa ni tofauti. Na ndo hapo hapo moja kwa moja tunaingia kwenye habari yetu ya pili, ni kwamba bila hivyo endapo watakata hii basi watakutanana na moto. Majeshi ya jamhuri ki ya kidemokrasia ya Kongo yameweza kupokea magari ya kivita zaidi ya 30 tokea hiyo uh, tarehe kumi na tisa yaani jana, na mengine magari zaidi ya mia yako yanasubiriwa kuweza kuingia DRC kwa ajili ya kuranforce majeshi ya jamhuri ki ya kidemokrasia ya Kongo. Unajua walisemaga kwamba, celui qui veut la paix prepare la guerre. Mtu ambaye anataka amani lazima kwanza aandae vita, na hiyo ndiyo slogan ambayo inatumika katika nchi zote za dunia hii. E, zilikuwa tu zinabakia kuongomba kukembea selfie na watu wanalala hawapambani e, kwa ajili ya kuangalia hizi selfie. Sasa tuta e, tunaishije mshelewa? Kwa hiyo tuimarishe vikosi vyetu ili tuweze kuona e, jinsi ya kukabiliana na hawa watu ambao wako wanakuja kutuvamia. Kwa hiyo no, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kupata magari ya aina ya vifaru eh, kutoka maeneo ya Emirates huko eh, Warabuni. Majeshi ya Jamhuri ya Kongo FARDC eh, wameweza kupokea hayo magari ya kivita, ni kutokana na eh, mashirika mbalimbali ya waandishi wa habari ya kipelelezi ya ki akizungumzia hiyo swala magari hayo yametolewa na shirika la Societe Emirienne uh -uh. uh -huh. Emirienne Emirienne bo uh, ni, ni, ni shirika la kutengeneza uh, vifaa mbalimbali vya kijeshi la Uarabuni ambalo uh, linaitwa IGG uh, kwa ujumla ni magari zaidi ya mia ambayo yataletwa na shirika hilo kwa faida ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na shirika la upelelezi la African Intelligence, eh, magari ya kwanza tayari yamekwisha eh, kuwasili ndani ya bandari ya, ya, ya Matadi na hivyo tayari kuweza kugawiwa katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magari hayo ambayo ni ya kifaru Emirate Kaiser ya pili, eh, yamepokelewa tayari maeneo ya bandari. Zaidi ya magari makumi yameweza kuonekana yakielekea maeneo ya Lubumbashi kwa ajili ya, ya kwenda kuimarisha kule katika kambi ya Garde Republican. Eh, wanajeshi wa JR hao ambao wako maeneo ya Kimbembe, ambao maeneo ya Kimbembe Kim na itaweza pia kuwasaya, kusaidia kikosi cha kumi na tatu kwa ajili ya kuweza kuimarisha pia kazi ziweze kwenda sambamba. Utafahamu tu kwamba maeneo ya Katanga ya Grand Katanga au Katanga yote tuseme hivyo, kuna hawa ambao wanajiita wakata Katanga ambao wanasapotiana na, na John Numbi pamoja na Ipolite Kanambe. Sasa inabidi pia kule kwenda ku renforce ili wakileta blag wakutane na moto ambao eh, hawatasahau kitu So, uh, kutokana na hili swala majeshi ya Jamhuri kidemokrasi ya Kidemokrasia ya Kongo, yako yanajiandaa, na huku wakiandaa pia eh, vijana na vifaa kwa ajili ya kuweza kuleta mashambulizi makali mno ya moja kwa moja endapo magaidi wa M23 watakataa kuweza kuwa kantone. Unaona? Unarudi nyuma wakikataa kuweka silaha chini, eh, kipengele ambacho kinazungumzika huko Katari pamoja na Washington, basi ya aveke uh, force yenye FARDC iko inatengeneza na wazalendo, basi itakuwa tu hakuna opsioni. Opsioni moja ni kuwatwanga, na ndio hiyo ambayo itakwenda kufanya nini, itakwenda kufanyika um, magari mengine zaidi ya hamsini yamepelekwa eh, Kisangani pamoja na Kindu Manyema. Unajua kwa nini? Uh, hii yote ni kulingana na mipango ambayo iko inafanyika kati ya magari wa M ishirini na tatu uh, uh, uh, unajua magari yakiwa yako Manyema, kuna urahisi sana wa kuweza kufika Kivu ya Kusini. Ilikuwa ni ngumu kupita hivi, kwa sababu huko Goma, Bukavu kote kuna magari wa M23. Kwa hiyo yakienda ya upande wa Manyema, yatakuja na hapa Uvira pia yatafika, kwa ajili ya kuja kura Force hizi hapa. Unaona hizi gari hizi zikifika Uvira eh? Zijipange tu DC hapa hivi yeah, kama nyole ni se, se, se, seconde zero, lakini usi ifukwa makini juu ya ya bainfiltre ya M23. Unaona kama unaona, serikali ikunaenda na mambo kwa mpangilio ni ili tusije kurudia makosa ambayo yamefanyika. Sasa hivi ukiachana na Kinshasa e, mikoa ambayo ni mikoa ya kimkakati yenye kuwa na uwezo wa kupokea wanajeshi na vifaa mbalimbali vya kijeshi ni Lubumbashi e, Kisangani pamoja na Manyema hako a, hayo maeneo matatu kukikaa vifaa vingi na idadi kubwa ya wanajeshi, ni rahisi kuweza kuwa, kuwasambaza katika mikoa e, mbalimbali. Ukiachana na hizi magari za kijeshi, pia FARDC iliweza kupokea ndege mbili zenye uwezo mkubwa kwa ajili ya kuwabeba wanajeshi na maafisa mbalimbali wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote hii ni kwa sababu ya kuweza kuimarisha ufanisi wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC. Ndege hizo mbili uh, zimepewa majina ya majenerali wa zamani; moja ikiwa inaitwa General Mahele Elieko Bokungu na mwingine General Decor ambaye anaitwa Leonard Mulumba. So nafikiri kwa hii kwanza, eh, hii ni taarifa muhimu sana, na nafikiri wote ambao wameweza kusikiliza eh, mtapata kile ambacho mnastahili kuelewa kwamba nchi yetu iko inaelekea mahala gani na mipango hii ikiwa thabiti kabisa bila wasaliti kuweza kuingilia kati huko mbele ya safari, mambo yote yatakuwa yako sambamba. Mimi ni Rajab Akili Kabonga, the one and only town DJP. Ni Baraka One TV ambapo unasikiliza na wengine, tukutana saa tisa. Saa tisa tutakuwa tuko na bonge moja ya la story ambayo tutakwenda kulipiga. Pia utagundua kwamba wanajeshi zaidi ya elfu saba wamekamilika wanamura wako tayari kuja kusaidiana huku kwa ajili ya kuwatoa magaidi wa M23, bwana. Serikali hailali, pia wazawaza waza, atu ulali. Tukutane saa tisa.